Sara min sunani lmahjura, imekuwa ni katika sunna iliyohamwa, watu wengi hawalifanyi jambo hili. Sasa nyie simukuumu wa darasani, ukitoka venue moja kwenda nyingine, welete takbira, lete takbira, hata kama onekanwe chizi. Unajua kuna mambo mengine ukiyafanya watu wanakona kama ushadata. Mtume kasema watu wawili hata wakipishana kwenye ukuta kama huu wapeane salamu, lakini we jaribu nyumbani, kile ukiingia utoa salamu, we babu umetukodisi wanatulipa inaonekana kama medata hiyo, lakini ndio sunna. Mnajua salamu naleta mapenzi, salamu naleta mapenzi. Mtume kasema altumuutaababtu afyu salamu. Kwa hiyo mtu akimwona mwenzake tu ampe salamu, ndio jambo ambalo lenye kuleta mapenzi. Na wengine watu wananuniana sababu hakuna salamu meneo kwa hiyo ni katika sunna zilizohama, fayambadhi ljaharu bihi, inatakikana kudhihirishwa hiyo, wala siyama fi awali lashri, hasa hasa katika kumi la. Kwa hiyo takbira katika Eidul Adha inaanza baada ya mwezi kuandama. Ukishaingia tu mwezi wa Dhulhijja, tunaanza kufanyaje? Kuleta takbira sawa. So, kinyume na ile ya Ramadhani. Wakad thabata an salaf, na imethibiti kutoka masalaf

alati yanbaghi liktharu minha, na katika matendo mema ambayo inatakikana kukithirishwa, fi hadhihi al ayyam, katika masiku haya tilawatu lqurani, kusoma Qurani. Jamani, watu wameihama Qurani, hasa wanafunzi wao, wako na madesa hawana muda kusoma Qurani. Lakini unashangaa mwingine kwenye kompyuta yake kuna movie wanawake wamejaza za Kihindi na za Kikorea, wanaume wana mipira, wana magemu, watu na bize zao. Lakini haya mambo anayafanya, niwezekana kasoma mambo yamembana ya sasa, anaperuzi muvi yake na tizama, lakini mtu kusoma Qurani hawezi, mzito katika kusoma Qurani. Na mwingine ukiona nsinzia, basi unajua anasoma Qurani, ukiona nsinzia tu pale unajua alikuwa anasoma Qurani. Wa, kwa sababu sheitani humwachi mtu. Sasa mtu ajitahidi. Hivi kweli wewe, toka ulivohama kwa bihalimu mweupe madrasa kule mpaka leo uko juzuru hiyo hiyo? He? Mutafifina, mutafifina huimalizi vipi? Kuna mwingine mpaka anaolewa yuko mutafifina hapo hapo mutafifina, anazaa mutafifina, anakufa mutafifina. Ana, tusome Qur'an, walimu wapo na leo kuna njia nyingi za kumwezesha mtu kusoma Qur'ani. Basi sikiliza, yule anayesikiliza Qur'ani anashirikiana na ha? yule mwenye kusoma katika ujira. Sikiliza Qur'ani, wewe uko na nani tu, zuchu zuchu.